Na baadhi ya wakaaji wa mji wa Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wana maoni mseto kuhusu kuondoka kwa waasi wa M23 mjini humo. Kuna wamoja wanasema waondoke, wengine wanadai waasi yao waendelee kubaki katika mji huo. Thompson Unjibata Ngalo William anaangazia mengi kuhusiana na taarifa hii. Kuanza kuondoka kwa vikosi vya askari jeshi wa AFC M23 katika mji wa Uvira kunaleta maoni mseto baina ya wananchi wa mji huu. Hawa hapa tumekutana nao kilomoni huko Kavimvira, kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Burundi kwa sababu gani? tunasema hiyi jeshi letu tulikuwa na kunyang'anya matelefone walio watu kelele, wanapisha watu magoti, lakini awajaku waliingia uku Mungu kutana kwanza yeye na tamani mzunguze na yeye jeshi. Sisi tunataka jeshi lenye linataka ukombozi, jeshi lenye linapenda kusaidia watu, tafadhali, jeshi lenye linataka amani Tangu tukopa tuyasikia mutu mtu ananyanyasa, ndio jeshi sisi tunataka. Tafadhali tunaomba opinion international, tunaomba uh, nani inchi yetu ya Kongo, tunaomba union eropean watusaidie wakomboe nchi ya Kongo. Kongo imeteseka miaka mingi. Wa mimi binafsi yani yule mwenyeko tayari, farbisi, uote, sawa, tayari tutu, na ndiye nitaikaa naye wote sawa, mtakuwa tayari tu, tunakwenda ajili. Mwenye kukutanisha watu ni Mwenyezi Mungu, ndiye anakutanisha wa Ulaya, Asia, Amerika wote anaweka pamoja ni Mwenyezi Mungu pekee yake. yangu ni kusema tu tukae kwa amani na usalama, hakuna tatizo. Vijana wa mtaa wa Kagando huko kaskazini nje kidogo ya jiji wanasema wanapata uhuru wa kutembea kama zamani zao. tunafurahi sana kusikia balienda kwa sababu mwali ni watu kuanza kuishini. Mwalimu waiko mwa insekirite ya nguvu kazi ambao unatumika inabidi nitoke saa mbili wala saa tatu ya usiku, lakini kwa hali ambayo tulikuwa naishi yakupermetre tena mie kukia saa mbili wala saa moya batu walikuwa natembea, lakini walikuwa natembea mawasiwasi ya kabambi sana ya nguvu. Lakini wakati tulisikia wanatoka tukaona kama vile tunapumua. Asante kwanza gisi wanaenda, napenda mshukuru Mungu sana kwa gisi wanaenda, kwa sababu tumepoteza wandugu, jamaa, marafiki wengi sana, tunapoteza vitu vya mingi sana. Sisi wanafunzi vya mingi, tunaomba sana vya kusoma. Vya mingi sana, tunaomba furaha yangu tu bote waondoke, warudie kabisa Tuna moyo wa huzuni sana kwa kuona familia zetu zinawawa zinatia na vitu vingine vingine vinazembea sana, na kutica makomfyuza ngufu sana kuishi mwingine, tunaona saa hatutaweza, lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu yanaweza kwa kutondolea watesi. Asante. Kaka huyu wa wilaya ya Mulongwe anasema kuondoka ni sawa, hila anaonya serikali ya Kinshasa kutaka kutimiza kile ambacho M23 imewaomba kabla ya kuachia mji huu wa Uvira. Na tunaomba serikali ya Kongo kwa jinsi walikubaliana wao walitoka na wakasema, wakatia masharti zapa kusema kama hawapendi wasoda wa FRDC ama wazalendo wakuje tena katika mji Kongo, itikilie, wa Uvira, serikali ya Kongo itikilie msemo wao, walete ile arme netre ikuje ndani ya Uvira ituchunge. Ni vizuri sana tulikuwa, na uoga zaidi juu kubakia kwao ndani ya Uvira inaweza sababisha ingine maafa ya zaidi, kulingana na government ya Kongo haiwezi aiwezi kubali wabakie ndani ya Uvira, donke banezi sababisha vita katika mji wa Uvira tena. alafu gisi wamejisikia kutoka ni jambo la maana sana kwetu sisi kama raia, na tunaezi shukuru sana yapite vile watoke na walete wengine ambao watakia tusaidia hapa, ili tuishi na Tumesogea maeneo ya Kimanga katikati mwa jiji, tumekutana mwanadada mdogo, mwanafunzi wa kidato cha saba kwenye shule maarufu la mji Mwanga Institute, akiwa anatazama huku na kule. Tumemsogelea na kumuuliza unasemaje? Nasema baende juu, si tuko na maboga juu mazile mabombe ze wanachaka juu asiku tu nasikia boga mabombe wana chaka na juu, tuende kumasomo. Juu unasomea wapi? Kumwanga. Lakini ulisikia habari kama banaanza aenda juu? Nilisikia kama banaanza enda, lakini baende bya kweli wa baba nao wana maoni gani? Hapa tumeingia katika kata ya Songoo, wilaya ya Kalundu, kwenye kibanda cha kahawa. Wazee hawa wamoja, wanasema kukosa maneno ila serikali pekee kulikoni, wanasemaka mtu akioa wa wa mama yako anakuwa baba basi tuna buamuzi sisi wa kuamua kitu, guvernema njo itaamua. Sisi tunaviona tu kama gisi walikuja na gisi walitoka basi, tunaviona hivyo tu sisi. Mtazamu wetu tumeona ya kwamba tuliona gisi waliingia hapa tukasema kuna nama tutafaa tena, sababu tulitarajia muda mrefu wakafika na kutoka yao tena. Sisi ni wiraia, tunapatia macho tungisi guvernema itafanya kufatana na maamuzi ya Umoja wa Mataifa uliamua. Kuna mabadiliko yoyote ambayo mliwahi kuona kwa siku chache ambazo mliishi nao hapa? Ndio, tuliona mabadiliko sababu wao hawakupiga risasi, hawakunyanyasa watu, ila tulitarajia labda matukio ambayo tutakayokuja huenda itakuwa mubaya. Hatujui kama vile matukio gani, matukio ya labda ya kuua watu na ya kupora watu vitu vyao. Lakini wamama wana maoni gani kuhusu hatua ya M23 kuamua kujiondoa mjini kwa shinikizo la Marekani? Ombi uh, umbiletu, sushie, ni kuambia serikali ba ile mapatano ambao walisikilizana wajikaze, waikamilishe waondoke, kwa sababu tunakuwa ndani ya oga le fait que yabiko tena muteni, banakuwa muteni civil ama wanakamata wengine rangi, wanakuwa muteni ya la police wetu haiturasireshie na yasure sécurité tous soit kaji. Naona tu batoke tujuu vitu vinafungwa, banaume increase njala batu kukufa ovyo. Basi onati naona waondoke tu, makazi zinaisha, njala make, kipindi kigumu kinakuya tu. Kenye tunaona kuondoka kwa, kwa M23, kwanza kwangu mie inanifurahisha juu ya nini? Niko na watoto wenye banasoma

Mtoto aeziua kuenda tia mgulu pale, kumbe anaripuka. Njo yangu ya kwanza. Na ya pili, niko muchuruzi wa lengalenga kusoko ya hapa Uvira. Mara mingi tulikuwa tunapata vakilia ma 18 tere ma 17 tere, unajikuta saa ile 18 tere na 17 tere njo batu vananza kikuzia vaende lala kumanyumba. Inatuletea nchala mumungini ya Uvira na atujui atujuisi bamwaatutavia vatoto wapi. Na ya tatu Tunalomba FARDC irudie, ijue gisi itajipanga nayo isiletele madezodo yenye ilikuwa nayo zamani. Kujiondoa kwa wahasi wa M23 katika mji huu wa mkakati kumethibitishwa na uongozi wa kundi hilo pamoja na mamlaka eneo hili, usiku wa kuamkia Desemba 18. Kiongozi wa kisiasa wa M23 Bertrand Bisimwa aliliambia shirika la habari la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo AFP kwamba zoezi la kujiondoa litakamilika mapema siku hiyo. Mwanzoni mwa wiki hii wahasi wa M23 walitangaza nia yao ya kujiondoa kutoka katika mji huu kwa ombi la Marekani iliyowataka waondoke mara moja. Mji huu ulio kwenye mpaka wa DRC na jirani yake wa karibu Burundi ulianguka mikononi mwa Simba wa Sarambu, M23 kama wanavyojihita, Jumatano iliyopita baada ya kuiteka miji mikuu ya Goma na Bukavu mapema mwaka huu. Kutekwa kwa Uvira kuliwapa wahasi yao nafasi ya udhibiti wa mpaka wa ardhini kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi, na hivyo kuizuia serikali ya Kinshasa kupata msaada wa kijeshi kutoka kwa jirani yake huyo.